Ana katika wasa mwingine katika chaneli yako pero Itambue Sheria TV. Uko nami pastori Antonio Biero, kwa siku ya leo mwada mezani, tuenda kuangalizia makosa ambayo wengi wetu tumekuwa tukiyafanya kwa kujua ama kuto kujua kwamba ni kosa mbele ya sheria. Ah, kosa la kwanza tuenda kuangalia kutumia picha ya mtu ama jina la mtu bila ridhaa maalum. Ni kosa la pili kukwepa kulipa kodi ama kutokudai risiti wakati unaoko bidhaa. Na kosa la tatu ni kuvuta sigara maeneo ya umma. Kosa la nne kutupa taka ovyo, na kosa la tano ni kupiga kelele nyakati za usiku, ama uchafuzi wa mazingira kwa njia ya sauti. Kwa na, ufafanuzi tunapoongelea makosa Maza, hivi ni vitu ambavyo vimezuiwa kisheria, yani ukikeuka moja kwa moja utaadhibiwa na sheria. Tunapoanzia kosa la kwanza, kutumia picha ya mtu ama jina la mtu bila ridhaa yake maalum. Hii inazuiwa na sheria ya mitandao ambayo inajulikana kama Cybercrime Act ya 2015 ambayo inalinda haki ya faraga ya mtukwa hiyo ni kosa ya kisheria kutumia picha ya mtu ama jina lake kwa kumzushia jambo fulani ama kumdhalilisha katika njia ya mtandaokwa hiyo sheria hii inazuia kupakua ama kutuma taarifa bila idhini ya mwenye picha ama mwenye jina kuridhia. Kosa la pili wepa kulipa kodi ama kutokudai risiti ambayo inatanguliwa na sheria ya kodi na ongezeko la thamani, VAT Act, na sheria zingine za mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Hey, inamtaka mtu anunapo bidhaa ama wezapo bidhaa kutoa risiti. Kwa hiyo ukinunua bidhaa usipodai risiti, moja kwa moja ni kosa kisheria. Ni kosa la tatu ni kuvuta sigara maeneo ya umma. Hii inazuiwa na sheria ya matumizi mabaya ya tumbaku, inajulikana kama Tobacco Products Regulation Act 2023, inazuia kuvuta sigara maeneo ya umma kama hospitalini, mashuleni, lakini pia vituo vya daladala na mabasi kwa sababu ya kutunza na kulinda afya ya watu. Lakini kosa la nne ni kutupa taka ovyo. Tunapoangalia kutupa taka ovyo, ni kwamba kutupataka katika eneo ambalo sio rasmi kama barabarani, mitoni, lakini pia maeneo ya bustani hii inazuiwa na sheria ya mazingira kama Environmental Management Act ya 2004 inazuia kutupa taka ovyo. Lakini pia kosa lingine ni kupiga kelele nyakati za usiku, wanasema uchafuzi wa mazingira kwa njia ya sauti. Hii inazuiwa na sheria ambazo zipo chini ya serikali ya mitaa kwa ajili ya kutunza utulivu katika jamii. Hii ya sasa inatokea pale ambapo mkuta unapiga kelele za mziki majira ya saa sita usiku mpaka saa nane ama kama kundi kusababisha vurugu wakati za usiku, kwa hiyo hiyo sheria inazuia. Kwa hiyo kwa nia ya kuwa salama, ni vyema sana kama ukiepuka vitu kama hivi vidogo vidogo lakini vina athari kubwa sana mbele ya sheria. Kwa kuendelea kujifunza zaidi na kupata miongozo mbalimbali ya kisheria, usisahau kusubscribe chaneli yetu pendwa, Itambue Sheria TV huko nami. Pastori nami Pastori Anthony, tukutane tena katika wasaa mwingine.